Kupumua kwa boksi ni zoezi rahisi na yenye ufanisi ya kupumua ambayo inaweza kusaidia kutuliza akili na mwili wako. Unaweza kuifanya mahali popote na wakati wowote. Tupime kama unaweza. Kaa wima katika nafasi ya starehe na kufunga au kulegeza macho yako. Fikiria mraba au boksi mwaakili yako. Tutatumia pumzi yetu kuchora pande nne za boksi. Kwanza, toa pumzi polepole kutokea mdomoni, ukiachia hewa yote kutokea mu mafafa yako. Sasa pumua ndani kupitia pua yako na kuhesabu polepole hadi nne. Mu akili yako fikiria kuchora upande moja ya boksi kwa pumzi yako. Sasa shikilia pumzi yako kwa kuhesabu hadi nne, huku ukichora juu ya boksi kwa pumzi yako. Toa pumzi kwa kuhesabu tena hadi nne, ukichora upande ingine ya boksi kwa pumzi yako. Nashikilia pumzi yako tena kwa kuhesabu hadi nne, ukichora chini ya boksi na kukamilisha mzunguko mmoja. Unaweza kurudia hii mara tatu au nne, au mpaka uanze kujisikia umetulia na uko na amani zaidi.